Na mtazamaji, jumla ya watu watano walifariki katika uwanja wa Kasarani na ule wa Nyayo siku ya Alhamisi na Ijumaa wakati wa kutazama mwili wa mwenda zake Raila Odinga. Na mtayari familia nne zimetambua miili ya wa wapendwa wao huku zaidi ya watu ishirini wakiripotiwa kujeruhiwa. Ode Francis alikutana na baadhi ya familia za waathiriwa na kutuandalia taarifa ifuatayo. Huko, safari ya kumpumzisha Raila Odinga ikiendelea kutamatika safari ya kuwapumzisha waliotamani kutazama na kuuaga mwili wake kwenye hafla zilizoandaliwa katika uwanja wa Nyayo na Kasarani jijini Nairobi, lakini wakakosa kutimiza azma yao. Inaanza familia za watano waliofariki Kasarani na Nyayo, wakifika katika makafani ya City Baadhi yao ni familia ya Josephine Okengo. Mwili wa Josephine umefadhiliwa katika makafani ya City baada ya kufikishwa hapa kutoka uga wa Nyayo, alikofariki akiwa hapo kumpa Raila Odinga jicho la mwisho. Harriet Omondi ni rafikiye Josephine; walitoka pamoja eneo la Lindi katika mtaa wa Kibera kwenda ugani Nyayo, ni hapo aliposhuhudia Josephine akifariki. Mimi nilikuwa kama hapa sasa tulifika, unajua msukumano ya watu tuwezi kuwa pamoja. Yeye alisimamia kama pale kwa fence, na mimi niko kama hapa, si tulikuwa kwa mteremuko hapo, pia mahali alikuwa ni mteremuko, watu walikuwa juu. Sasa watu wanatoka huko wanasukumana, kwa hiyo harakati ya kwenda kuona mwili, walitoka huko na force kuanguka. Sasa kuanguka, wakaanguka na hiyo fence, wakaangukia watu wenye walikuwa chini. Ni katika eneo hili katika uga wa Nyayo ambapo rafiki yake alimwona mara ya mwisho. Kuta huu uliporomoka, Josephine akiwa chini na umati uliokuwa hapo ukiwa na hamu ya kuuona mwili wa Raila ukimwangukia. Alikuwa hapo, alafu nitakuja kuona mawe ishawangukia mimi, nikatolewa Viatu, kofia, bendera ya nchi ya Kenya, leso pamoja na mawe ya ukuta, ikiwa ishara tosha kuwa wengi wamejeruhiwa katika uga wa Nyayo. Lakini kwa wanawe Josephine, hawakutarajia mama yao kufariki. My mother can't die like. Mimi siko najua ati hiyo ndo the last talk nitakuwa na have na na my mom. Kufikia sasa hapa Nairobi zaidi ya watu ishirini wamejeruhiwa na watu wengine watano wamefariki huku miili minne ikitambuliwa na familia, ila mwili mmoja haujatambuliwa na unahifadhiwa katika makafani ya City. Kenya has lost a, a great leader. A former prime minister but sisi pia hapa sasa vile tuko like Sindio? Sasa tuko pabaya sana tu tuzike mam as early as possible, tuanze pia kujipanga, life life ende mbele na rest rest in in peace peace to to Raila, and rest in peace to my mam and my my long live my mam. Ode Francis, Runinga ya Citizen, Nairobi.